Tumeingiza jumla ya wanachama 32960. Makofi mengi sana lakini, kipekee katika zoezi hili nichukue fursa kubwa ya kupongeza mkoa. Nipongeze katibu wa UWT mkoa kwa kushirikiana na katibu wa UWT wilaya na kamati zote za utekelezaji za mkoa, wilaya kata na matawi kwa kazi nzuri ya kuingiza wanachama wapya ili kutekeleza ile azma ya kwamba hakuna chama bila wanachama. Hapo vipi? CCM oye -E. Lakini kwa namna ya pekee kama mimi nilihamasisha, ina maana na mwenyekiti UWT mkoa alihamasisha, ina maana na wenyeviti wa kwenye kata walihamasisha, na wenyeviti wa kwenye matawi walihamasisha. Biblia inasema kila mmoja haisifu kazi ya mwenzake, muunzi wa chungu wa viungu aseme kazi yako ni njema kwa seremara, na seremara naye aseme wewe unayelima shamba kazi yako ni njema. Kila mmoja mpongeze mwenzake kwa hatua na kwa ngazi. Hapo vipi CCM oye? Lakini pia nichukue fursa hii kumpongeza katibu wa CCM wilaya maana ndo mlezi wetu sindio jamani eh? Amefanya hamasa kubwa sana elfu mbili ishirini na tano kwa ajili ya kutuhamasisha wanawake kwenye uingizaji wa wanachama wapya Mariam Kireti oye, lakini hakuna Mariam Kireti bila mwenyekiti aliyepo. Alipo Mariam Kireti? Yupo mwenyekiti kwa uchungu, uongo kweli? Kwa uchungu oye, alipo... nimeangalia dodoso la wanachama waliosajiliwa kwa kila kata, hakuna kata ambayo ina wanachama 200 300. <laughs> Mmefanya kazi kubwa sana ya usajili, mimi na wapongezeni wote, ongereni sana. Tuendelee kukitetea Chama Cha Mapinduzi kupitia jumuiya yetu, tutafanikiwa mpaka kuhitimisha tarehe <inaudible> 29 Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hongereni sana tulipita <laughs> kwenye kila kata tulipita kwenye kila tawi ambalo linatamkwa kama vijiji kwa maeneo yenu. Kila kamati zilikwepo, kila mwenyekiti alishughulika, kila katibu alishughulika kila diwani alishughulika kila mbunge anke, kwa nafasi yake alishughulika kuhakikisha kwamba chama cha mapinduzi kinapata ushindi wa kishindo kwa ajili ya kushika dola. CCM oyee! Ninaomba niwashukuruni sana sana sana, wanawake wenzangu. Hakuna mahali ambapo tulipata changamoto kwamba kuna wanawake wamegombana. Hakuna mahali ambapo tulipata changamoto kwamba Katibu kata, katibu wakata, tulienda kwa mwongozo, tulienda vizuri, tukapambana na hatimaye kujipa ushindi chama cha mapinduzi kwa asilimia tisini na saba kwa wilaya ya Njombe. Makofi mengi sana hapo, vipi zangu? Yes, ni washukuru sana lakini, kama mwenyekiti wenu, kwa namna ya pekee, ninaomba nichukue fursa hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi kipenzi cha Tanzania lakini kipenzi cha wanaNjombe kwa ushindi mkubwa aliyoupata, ushindi wa kishindo kwa kupata asilimia tisini na saba wilaya ya Njombe wako wapendwa wetu wengi walipoteza maisha kwenye vurugu zile zilizojitokeza. Lakini ndugu zangu, tuseme kwenye vurugu, si ndiyo jamani eh? Hapakosi hapakosi bahati mbaya ya kujitokeza jambo lolote, kwa kuwa kuna mchanganyiko wa watu tofauti. Vijana wetu walikosea, lakini kama mnavyoona, mama amesimama kidedea, yuko na afya njema, yuko na tabasamu, ili kulipeleka taifa letu mpaka mwaka elfu mbili na thelathini. Hapo vipi? Tunawapa pole sana wale wote walioondokewa na wapendwa wao. Lakini sisi tuliobaki tuendelee kufanya kazi kwa umoja, tuendelee kuwaombea, tuendelee kufanya kazi kwa upendo, tuendelee kufanya kazi kwa mshikamano, ili tumtegemeze mama yetu Dr. Samia Suluhu Hasani pale alipo juu. Hapo vipi? Kama tulivyosema, kazi ya katekista ni kumtegemeza askofu, kazi ya wanawake wa UWT ni kumtegemeza mama Dkt. Samia Suluhu Hassan, lakini kwa namna ya pekee ni mshukuru mama yetu Mary Chatanda, kama tulivyoona mbe, na kamati zote za utekelezaji, hongereni, hongereni sana sana sana. Kushukuru ni kuomba tena, ndio maana tunashukuru kwenye kitabu cha ja Wathesalonike wa kwanza sura ya tano mstari wa kumi na saba tuliomba kwa ajili ya taifa, wanawake tulipiga magogoti. Bibilia nasema ombeni bila kukoma, lakini tukaenda kwenye mstari wa kumi na nane shukuruni kwa kila jambo. Tumerudi kushukuru, Bibilia anasema. Tumeomba mengi, umenijibu moja, huwezi kusema Mungu asante. Uliomba kitenge ukapata kilemba, huwezi kusema asante? Amen. Lakini kwa heshima kubwa ni washukuru wabunge viti maalum, ambapo mbunge Rabeka Nsemwa ndiye aliyekuwa mratibu wa mikoa mitatu, alifanya vyema, alipambana kuhakikisha tunapata ushindi. Kwa hiyo kwa namna ya pekee nimpongeze sana Rebecca Nsemwa kwa kazi kubwa aliyoifanya kutupa mbinu za namna ya kupambana. Rebecca oye! Oh, nimpongeze Dokta Pindi Chana, tuliingia naye mpaka sokoni tukapita naye mpaka kwenye virabu. Ukapita naye mpaka kwa wajasiriamali wanaoshona, wanaopika kande kwa kina mamgoni kule, tukapita na Pindi Chana na Neema Mgaya. Pindi Chana oye! Neema Mgaya oye! Wote tulipambana nao, kila mmoja kwa juhudi zake. Ni wapongeze wabunge ambao hawakura kutosha, mama yetu Mbaraza na Mwalongo yuko hapa. Hongera sana Mbaraza, tunaamini Mungu atakubadilishia siku moja kutoka kula zile hamsini na sita zikawe mia tano sitini na sita. Hapo vipi, kushukuru ni kuomba tena, sibia jamani, eh? Maana amekuja na tabasamu lake, lakini Mama Yono naye kura hazikutosha, tukapambana. Kuna dada mwingine yule tegemea alienda mpaka Igombora, akafika mpaka Iang'ana kwa umoja na upendo. Nichukue fursa hii kupongeza wabunge wa Chama Cha Mapinduzi kwa majimbo yote matatu, jimbo la Njombe Mjini, kaka yetu mbunge leo Mwanyika naye alipambana, tulikuwa naye. Lakini jimbo la Makambako, Mheshimiwa Danieli Chongoro ambaye sasa ni waziri wa kilimo, makofi mengi kwake tunamshukuru Mungu kwa ajili yake, lakini tumpongeze Edwin Eno Siswale, mbunge wa jimbo la Lupembe, wakili msomi. Tulipambana nao tulifanya kazi kwa umoja kama wanawake wa wilaya Njombe. Tunashukuru bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumwamini Deo Mwanyika kuwa mwenyekiti wa kamati ya viwanda na biashara. Makofi mengi kwa Deo Mwanyika ameaminiwa. Lakini tunashukuru kwa Mheshimiwa Enos Swale kwa kuaminiwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya sheria katiba na sheria. Makofi mengi kwa Swale. Jamani hapo vipi? Lakini kwa namna ya pekee kwa ushujaa mkuu tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kumwamini Daniel Chongoro, mbunge wa Makambako, kuwa waziri wa kilimo. Makofi mengi sana kwake heko Mama Samia heko, Chama Cha Mapinduzi, tunawashukuruni nyote kwa upendo, kwa umoja, na umoja ni ushindi. Mwa mwa mwa pokeeni okay, busu la upendo.